Katibu mkuu wa wizara ya mali asili na utalii Dr Meru amesema makontena hayo yamekamatwa mara baada ya kufanyika kwa upekuzi wa ghafla bandarini baada ya kupata taarifa kuwa kuna magogo yalikuwa yamefikishwa bandarini kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi bila kufuata misingi ya sheria za kusafirisha bidhaa nje ya nchi. Sheria zetu za misitu, sheria ya mwaka elfu mbili na mbili inapiga marufuku kabisa kwa njia yeyote ile kusafirisha magogo ambayo hajaongezwa thamani kwenda nje ya nchi. Kwa hivi baada ya kupata hizi habari, tulikimbia hapa bandarini kuja kuona haya makontena 31 yametoka wapi na yanakwenda wapi. Kwa upande wake balozi wa Zambia kupitia naibu balozi wake B Elizabeth Phil, ambaye magogo hayo yanadaiwa kutokea nchini Zambia na siyo hapa nchini, kutokana na maelezo ya watuhumiwa ambao wamekamatwa na magogo hayo, amesema magogo hayo siyo ya Zambia kutokana na kukosekana kwa nyaraka muhimu ambazo zinaonyesha uhalali wa magogo hayo yametokea Zambia na siyo Tanzania.

we do not allow exportation of unprocessed timber so whether with documents or not it is an illegal exportation. Mpaka sasa wizara ya maliasili na utalii imesema uchunguzi wa kina unaendelea ili kujua uhalali wa magogo hayo, huku taratibu zikiendelea kufanywa kwa kuwafikisha katika vyombo vya sheria watumiwa wote waliohusika na hujuma hiyo. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Kapalatu, ITV.